Majira ya mchana kivukoni Kigongo, Misungwi, ni foleni ya magari yanayosubiri kuvushwa ziwani Victoria kwa vivuko vya umma. Nimekaa toka saa tatu mpaka saa saba masaa matatu yote nasubili kutokana na haya magugu maji. Uh, feri inayofanya kazi ni moja, kao tunakaa kwa muda mpaka huu. Unaona ni muda karibu saa saba na kitu toka saa nne niko hapa, wakati mamia ya abiria wakikwama hapa wavuvi wanasema hali si shwari. kabla hayajapatikana ha magugu maji ha madogo madogo ya, samaki zilikuwa zinapatikana, lakini kwa sasa hivi samaki hazionekani. Ukienda kuvua unavua matope tu. Viongozi ofisini vitia vikaliki kila siku, hapa tunapokea message kivuko kimekufa kivuko kimekufa. Kwa hiyo unaweza ukaona headache kiasi gani, sisi hapa tunaifesi wasiwasi. Ni mabilioni ya shilingi yaliyowekezwa kwa wafugaji wa samaki, yale magugu yakisha- yakishaanza kusambaa ya, yakaenda kwenye miradi ya uvuvi wa vizimba, maana yake jitihada za Mheshimiwa Rais zote na investment ambayo imefanyika hapo ziwani yote inakuwa ni sifuri. Sauti hizi ni kama baragumu yenye kishindo cha radi. Viongozi na wataalamu wa sekta zinazohusiana na mazingira hawapa ziwani Victoria, tumekutana Mwanza leo, tutaangalia tatizo ni kubwa kiasi gani, kesho tutakaa kikao cha haraka tutafute njia za haraka za kufanya, maana tunaweza kusema tufanye stadi nyingi wakati ambayo hali ni mbaya. Mhandisi Siprian Luhemeja, katibu mkuu ofisi ya Makamu wa Rais, ndiye mkuu wa msafara. hii jambo lisikana, imetushinda hii, sisi tulishinda, lakini nitoe wito kabisa, kama mazingira sasa yamechanganyikiwa, sasa sisi tusiwe sehemu ya kuyafanya ndio kuchanganyikiwa. Swala la mazingira sasa ni vita, ni vita ambayo kimsingi lazima tupigane pamoja. Kwa mimi nitoe ombi kwa wakurugenzi wa halmashauri, tuanzishe kampeni maalumu ya kufanya usafi katika miji yetu. Zaidi ya miezi mitano, gugu maji hili limekuwa mwiba mchungu, si tu kwa wavuvi. Vivuko viwili kati ya vitatu vinavyofanya safari kati ya Kigongo na Busisi vimeharibika baada ya kunasa gugu maji na kusababisha adha kwa mamia ya wasafiri. Innocent Alois Azam News, Mwanza.